Karibu kwenye kumi na nane za Open, ikiwa leo ni Oktoba 12 ya mwaka 2025. Yapo mengi ya kimichezo ambayo tutaenda kuyaangalia hii leo ikiwa ni kanda ya kati kitaifa pamoja na kimataifa. Mimi ni Yohana Mashauri, lakini pia tupo na washirika wetu Kaizari Building Material, wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji huduma hiyo watafute kwenye namba ya 0769 77 11 65 ama 0762 sabiina saba kumi na moja hamsini na tisa. Wao ndio suluhisho la matatizo yote ya vifaa vya ujenzi. Na tukianza na miguu sita kutoka kanda ya kati, baada ya kuzindua jezi mpya, timu ya Fountain Gate inatarajiwa kufanya tamasha maarufu kama Fountain Gate Day, ambapo italitumia jukwaa hilo kutambulisha wachezaji wapya ambao watajumuika na kikosi hicho msimu wa 2025 na na na sita. Tamasha hilo linatarajiwa kufanyika leo Oktoba kumi na mbili katika uwanja wa Tanzanite Kwaramu mkoani Manyara. Kwa majina naitwa Abdalla Yasin Kulandana, napenda kuwakaribisha mashabiki wa Fountain Gate katika siku ya tarehe kumi na mbili, uwanja wa Tanzanite Kwaraa Babati. Napenda kuwakaribisha mje kwa wingi. Naitwa Ismail Aziz Kada, mchezaji wa Fountain Gate. Uh, tuna tamasha letu tarehe kumi na mbili, Tanzanite Kwaraa, tunawakaribisha mashabiki wetu mje kwa wingi. Tumerudi tukiwa imara zaidi. Kama unajiuliza maswali pengine, unawezaje kuanza biashara ya vifaa vya ujenzi? Ama pengine umechukua tenda kwa watu, lakini kila ukienda dukani unachanganyikiwa na gharama ama hata ubora wa vifaa ambavyo unakutana navyo dukani? Sasa kama una changamoto hiyo, suluhisho lako ni Kaizali Building Material, ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Wanapatikana uwanja wa jamhuri Dodoma, na kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 sabini na saba kumi na moja sitini na tano, ama sifuri saba sitini na mbili sabini na saba kumi na moja hamsini na tisa. katika miguu kumi na mbili Fainali ya ngao ya jamii kati ya JKT Queens dhidi ya Simba Queens inatarajiwa kupigwa leo Oktoba kumi na mbili, kuanzia majira ya saa tisa arasili katika uwanja wa KMC Complex. Kuelekea mchezo huo, kocha mkuu wa JKT Queens Kesi Juma amesema licha ya ubora wapinzani wao, anafahamu pia udhaifu wa timu hiyo, hivyo anaamini watashinda katika mchezo huo. Mi niseme tu kwamba kweli Simba ni timu bora, iko vizuri, lakini tumeona na wao vilevile wana, wana shida baadhi ya maeneo ambayo hatuwezi kuyataja hapa kwa sababu ni mbinu yetu na sisi kwenda kuyafanyia kazi ili tuweze kumbit. Uh, fatiki ni kweli, lakini tumepata at least kwamba tumepata siku moja na nusu ya kupumzika, naamini kabisa kwamba tutakuwa tutarudi katika kile kiwango chetu, na niseme tu kwamba uh, kwamba, ni tu kwamba kwamba tunafahamu ubora mwingine waliokuwa nao kwamba ni wazuri vile vile katika set pieces na kutumia maeneo ya pembeni, kwa sababu tulivyoangalia mchezo wao wajana walivyocheza tume tume, tume wajuzi tuliocheza tumeona kwamba wanayatumia vizuri maeneo hayo. Kwa hiyo na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba maeneo hayo hayaleti madhara na ikiwezekana, na sisi vilevile tuwadhuru kwa, kwa kwa yale mambo yetu mazuri tulokuwa nayo. Kwa upande wa nahodha wa Simba Queens Esther Mayala akiwakilisha wachezaji wenzake amesema wamejipanga vyema kuchukua kombe hilo ikiwa ni sehemu ya malengo yao msimu huu ya, kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwenye fainali hii, kikubwa tumejiandaa vyema cha kwanza. Cha pili ina uzito kwetu, kwa sababu mwaka jana tulishindwa kufika na mwaka huu tumeamua na tumeweka malengo kwamba ni lazima tuchukue. Katika kujiandaa kuendelea kufikia rigi yetu, kwa kikubwa, wachezaji wamejiandaa vyema na tumejiandaa vyema kiujumla, tuna morali kubwa. Mwaka jana tuliteleza kuanzia kwenye ngao mpaka kwenye ligi, so this time tumeamua kabisa kwamba tunaanza na ngao then kuelekea ligi, so kwetu ni lazima na katika miguu kumi na nane. Mchezaji wa Ureno Ruben Neves amefunga bao lake la kwanza akiwa na kikosi cha timu ya taifa hilo katika ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Ireland. Neves ambaye anakipiga katika klabu ya Al Hilali ya Saudi Arabia amefunga goli hilo muhimu dakika ya tisini na kuiwezesha Ureno kuendelea kuongoza kundi F kwa alama tisa katika mbio za kufuzu kombe la dunia mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tumefikia tamati ya kumi na nane za Open, lakini nikukumbushe kwamba tulikuwa na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi, na kwa mwaka huu wamedhamiria kuwasaidia wajasiriamali wadogo wadogo, hata kwa yule ambaye anatamani kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi, lakini eh, hajui anaanzaje. Sasa kama una changamoto yoyote, lakini pia kama unatamani kufanya biashara ya vifaa vya ujenzi ama kukamilisha ujenzi wako basi fika katika ofisi za Kaizali Building Material ambazo zipo katika Uwanja wa Jamhuri, Dodoma, lakini pia unaweza kuwapigia kwa namba sifuri saba sitini na tisa sabini na saba kumi na moja sitini na tano ama sifuri saba sitini na mbili sabini na saba kumi na moja 59 Shukrani sana kwa kuungana nami mwanzo mpaka mwisho wa 18 za Open. Ni kuase pia utembelee kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa jina la Open Online Media. Mimi ni Yohana Mashauri.